ya kumhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka rahma na amani zimwendee kipenzi chetu, na yesi mwingine bali ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tukiwa katika maudhuu mpya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akitupa tawfik tunaomba aweze kutuwafikisha sote na tuweze kuifuatilia mada hii, lakini pia sote tuwe tuwenye kufaidika na kuwa ada kupitia. Tunatambua kwamba baada ya kufika katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala hakutuumba kwa lengo la kuja tu, kwamba hakuna lengo maalum ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ameweza kutuumba nano, bali Tukirejea katika vitabu tukirejea katika sira ya Bwana Mtume Muhammadi pamoja na maimamu zake tunakuta ya kwamba wote walikuwa wakifunza ni jinsi gani maisha ya mwanadamu anatakiwa aishi, katika misingi ipi. Tunatambua ya kwamba Uislamu ulikuwa ni dini ambayo imekuja kutuelimisha. Rejea katika visa vya manabii Rejea katika historia mbalimbali, watu waliokuwa wema, viongozi ambao tunawatambua ya kwamba walikuja hapa katika mgongo wa ardhi, lengo na madhumuni ni kuweza kuelimisha umma na kuendeleza ile sila ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali na sisi siku ya leo, naomba tuweze kuangalia kama mukaddima yale ambayo tutaweza kuyazungumza katika madarasa mbalimbali ambazo zitaweza kufuatia. Leo ndugu zangu, tutaweza kuangalia ni yapi yaliyoweza kutajwa katika Qur'an. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala mara nyingi ametaka kutupa kama funzo. Ukirejea ndani ya Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu ameyamalizia katika aya nyingi sana, anatuambia katika Qur'an kuna neno aktharan nas. Neno hili limetumika mara nyingi sana katika Qur'ani, lakini limetumika katika maana ipi? Katika sehemu hii tutakuwa na mada mbili. Tutakuwa na neno aktharan nas, lakini tutarejea katika tafasiri, tukute ili neno wamelizungumza. Tutakuja tutaangalia neno la pili ambalo Mwenyezi Mungu amelitumia tena katika Qur'ani, asema aktharahum mmoja katika maulama anasherehesha neno hili, anasema lau bahathta an kalmatin akthara an-nas. Lau ungelibahith ungelitafuta katika vitabu, katika Qurani, eh, utafuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala hili neno kalitumia sana ndani ya Qurani. Lakini anasema tafuta, ili neno kilitafuta lilivyokuwa dogo maana yake filqurani la wajadta badaha, lau ukazungumza katika Qurani utakuta mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atumia hili neno, kisha baada baada dhalika anatumia neno gani? Anasema baada ya hapo neno litakalokuja mbele yake atakwambia la yaalamuna. Ndio maana tukiangalia baadhi ya mifano ya aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema walakinna akthara nasi la yaalamuna. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametumia maneno haya? Anasema walakinna akthara an-nas la yashkurun, walakinna akthara an-nas la yu'minun illa kafura. Hiyo yote ni maana ambazo ukizirejea ndani ya Qur'an qurani, Mwenyezi Mungu ameweza kuzitaja kama sisi kuwa ni mazingatio na ni kwa nini la ya'lamun, kwa maana akthara an-nas la yashkurun walakina aktharan nasi la yu'minun illa kafura hii yote ni maana ambazo ukizirejea ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu ameweza kuzitaja kama sisi kuwa ni mazingira lao Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akitupa taufiq tutaweza kujua ni kipi ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala alikuwa anakusudia katika aya kama hizi. Hivyo sasa, lilipi lengo na madhumuni ambayo tunajifunza katika aya hii? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotumia maneno ya namna hii, anavyotumia misamiati ya namna hii ndani ya Qur'an, angalia maana inayokuja mbele yake, kama hapa tulivyoweza kutoa mfano, asema la ya'lamuna ya, kwa maana ya kwamba wingi wa watu Siyo sababu ya kusema kwamba watu wote watakuwa na, na kuingia katika janna hivyo wingi wa watu sio kana kwamba katika ule wingi wao, yawezekana tupo watu elfu moja Wangapi katika watu elfu moja waliofaulu ni watu kumi? Inawezekana hata watu kumi wasifike. Hivyo wingi wa watu usidanganye katika nini, katika maisha yetu haya tuliyokuwa nayo. Tutakuja kutoa mifano zaidi, insha Allah. nas'alullaha al auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardahu, innahu waliyut tawfiq, walhamdulillahi walhamdulillah.